Atawabariki kuwale yeah, Yesu asifiwe. Basi mimi, ni heshima yangu ni mkaribishe eh, rafiki yetu, chungaji wetu aje atuhudumie na tutabulishia na shuka paa na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu asifiwe sana. Asubuhi sana baba. Kwa kweli sasa umekuwa rafiki. Amen. Yaani baba rafiki. Yaani jamani leo <laughs> kuna vitu vingi. Pana baba, pana rafiki, pana mkuu wa dini. Amen. Yeah. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jumapili ile leo pita kwa siku ya vijana. Nilikuwa kule Singida. Asa. Leo nikasema Mungu mwema.

Kwa hiyo tumefungua akaunti kule YouTube lakini huyu ni mtaalamu pia wa kutengeneza application. Kwa kama unahitaji application ya jambo lolote, una kufungua kitu chochote, wewe nione tu, tutakuunganisha ni mtaalamu. Ukiingia hapo kwenye simu yako utakuta application imeandikwa, una Zimrah, unaweza kudownload hapo, utapata ndani yake chaneli yangu ya YouTube yu ambayo imeandikwa Ntajili Ntajili Gospel iko ndani ya Zimrah. Kwa hiyo ukifika hapo, na bado tunaendelea kurekodi vipande vingine vingi, kwa hiyo shughuli wangu kwa mpangilio tangu kuzaliwa, ninahisi itakuwa mpaka siku itakapokomea injili utapatikana hapo. Ah, kwa, yeah, kwa, ah, eh, kwa sababu kwa neema ya Mungu hatuna mpango wa kutengana. Kila atakapoenda kwenye huduma nitakuwa naye. Amen. Sasa hivi nimeanza kumfanyia mpango apate passport na visa. Maana kwa kweli baada ya sababu mchungaji alishakuwa ameomba, kwa hiyo sitaomba tena. Yesu Kristo asiile. Kama unaandika kichwa cha ujumbe, andika umuhimu wa silaha za kiroho, umuhimu wa silaha za kiroho, umuhimu wa silaha za kiroho. Unapozungumza silaha unazungumzia kitu muhimu sana kwenye maisha ya mwamini. Maandiko tuliyosoma sio andiko geni kwa watu wengi, ni andiko ambalo inawezekana hata asubuhi umesoma, hata usiku wakati unaenda kulala umesoma. Lakini mchana wa leo iko jambo la muhimu sana, nataka nizungumze juu ya umuhimu wa silaha kiroho. Kitabu tulichosoma kimeandikwa na mtume Paulo. Hii ni moja ya nyaraka ambazo Paulo aliziandika kile ile awamu ya kwanza akiwa kifungoni kule Rumi, anawaandikia wa Efeso. Sasa wakati Paulo

Jona mwokole anatafuta namna ya kupigana vita kwa jinsi ya mwili. Kimsingi, mwokole huyu au pentekosto huyu amesha feli vita, kwa sababu vita ya pentekosto inapigiwa katika roho. Nimeweka, nimewega hapo. Swali la kujiuliza, nini uvae silaha za kiroho? Nina mambo mawili tu, ninazo point mbili tu za kuzungumza Nitazungumzia pointi mbili tu kwa nini uvae silaha za kiroho? Ambazo Paulo ameziorodhesha. Jambo la kwanza, jambo la kwanza, ili kuweza kuzishinda hila za Shetani. Pointi ya kwanza, ili kuweza kuzishinda hila za Shetani soma ule mstari ule mstari wa kumi na kumi na moja na kumi na mbili pale ndio unapata hiyo pointi kamili. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Anasema hatimaye, zilikuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Ae silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila y ili kuweza kuzipinga hila na nani za shetani. Unajua, shetani ni mtu mmoja mwenye hila sana, yaani shetani hajawahi kuwa mwema hata siku moja. Niliwahi kueleza kile ile awamu ya kwanza, nike nilikwambia

pewa dawa ya kuzuia wachawi wasifunge mtu atakayezaliwa aubada aishi katika mazingira ya hilakiea Jamani bwana, unajua anakuzugua leo. Uchumi wa dunia, uchumi wai wa dunia na uchumi wa mtu mmoja mmoja umezibitiwa sana na shetani, ile ni hila.